Polisi huyo ambaye alikuwa akihudumu katika makao makuu ya kikosi maalum cha huduma ya polisi GSU jijini Nairobi aliripotiwa kufariki dunia alipokuwa akipokea maombi katika kanisa la St Joseph Missions of Messiah Africa lililoko Rongo. Hali hiyo iliwakasirisha familia na wakazi ambao walielekea katika makao makuu ya taarifa ya Rongo wakitaka maelezo kutoka kwa maafisa wa polisi. Kama department ya interior, kuna maneno tunataka tuwaambie. Sisi tumeongea na sisi tumeelewa Yeah. Na, de, na ile njia tunataka tufuate ambayo ni ya kisheria kusuluhisha hii maneno. Sisi tunauliza kwa nini serikali imeweza kuacha mwenzao, mtu ambaye ni mfanyakazi mwenzao, hakuna mtu hata anashughulika, anazikwa kama umbwa, na yale wana, wanajua vizuri ya kwamba kweli hivi venye mwenzao amezikwa sio vizuri. Tuende kutafuta watu ya kotoda, tunaenda tu hivi hivi, tumekosa tufanye namna gani? Hali ilibadilika na kuwa ya vurugu baada ya umati kuvamia kanisa hilo, kuvunja lango na ukuta wa ua, na kujaribu kufukua mwili wa marehemu kwa nguvu. Wakazi hao wanadai kuwa mili mingi imekuwa ikizikwa katika eneo hilo la kanisa kwa idhini wa chifu wa eneo hilo bila kufuatia utaratibu wa kisheria. Pale wakimdanganya kwamba wanakuja kumuombea. So tungependa kujua ni watu wangapi pale wamekufa wakazikwa pale. That is a scene of crime. Hapo ni Shakahola. Polisi wameahidi kufanya uchunguzi wa kina kubuni ukweli wa madai hayo on the circumstances under which he gave that, uh, burial permit. And as an office once uh, we look at that report, we'll uh, take action if the chief made a mistake. Ni kiripoti ya mtazamo wa dira runinga ya tandao, jina langu ni Marilyn Masika.